Anaumwa kwa kisa kwamba yani, like, eh, mimi nitakuwa saa tena pesa. Alhamdulillah rabbil alamin, sai ni pesa. Nilijifunza um, kitu kikubwa sana baada ya ku um, kipindi nauma, ilikuwa naona kwamba mimi sioni mm, kama nitatoboa, sioni kama ntapua kwa sababu ulikuwa naumafudaha sana, lakini licha kumwa nikasema. Kwa hiyo watu wengi siku hizi wasema ah, mimi sina gari, mimi sina nyumba, mimi sina pesa, kwa hiyo mimi maskini. Lakini naombeni mu msikilize kwa makini na mjifunze kupitia hii video. Um, nilijifunza kitu cha kwanza kwamba utajiri si pesa, si gari, si nyumba, wala vitu ambavyo watu wamiliki peke yake. Utajiri hata hiyo afya yako pia ni utajiri tosha, na kuna watu wana pesa lakini hawana afya. Mtu ana mabilioni kwenye akaunti, ana mabilioni kwenye akaunti, lakini hawezi kunywa soda, lakini anaweza kuwa hapo amka hujuta, utakunywa chai huju takula hutokula, lakini mashallah, wazo kala kila kitu biriani, wana wewe, chai wanywa wewe, soda wewe, mahamri wewe, chapati wewe. Kwa hiyo hizo ndio kitu cha kwanza ambacho nilijifunza baada ya ugonjwa kama huo. Kitu kingine, kitu cha pili ambacho nilijifunza baada ya kuumwa ni kwamba Mwenyezi Mungu yompatia mtu au mwanadamu mtihani ili kumpima imani yake. Wallahi tena nakuwapieni, Mwenyezi Mungu akipata mtihani, ule mtihani wewe ukiupokea usia alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kufanya pesi sana. Lakini Mwenyezi Mungu akupata mtihani, alafu wewe sasa uwe mtu wa kulalamika yeah. Yeah, suena kwa gaagafanikiw kwa sababu Mwenyezi Mungu anapata mtihani za kupima imani yako. Je, unapatia hivi hivyo, je atakuwa na imani sasa? Hii hapo uwezo kawa wadia wewe, ama waona kwamba ah, mbona Mwenyezi Mungu amenifanyia hivi mimi? Mbona mbona mimi maskini, ama mbona mke wangu ankufa au mama wangu ankufa? Kuna wengine hata hawajai kuona hata mama. Mtu anzaliwa mama yake pia akafariki. Kwa hiyo ngependa, jamaa, mjifunze kupitia hii video yangu. kama nilivyosema, livyosema, naitwa Nassor Said. msisahau ku subscribe kwenye channel yangu mpya hii ya Homalizerrr. msisahau ku subscribe ku like ku share na ku comment cha ja.